Somo la kwanza, somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mstari wa pili, aya ya kwanza hadi ya kumi na moja. Hata ilipo timia siku ya Pentekoste, walikuwapo wote mahali pamoja. Ukaja ukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo kwa nguvu ukienda kasi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 watu wataua wa, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fa, fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa, kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao ni Wagalilaya? Imekuaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparsi na Wamedi na Waelani nao na waka, wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapodia, Ponto na Asia, Frigia na Pamphylia Misri na pande za Libia karibu na Kireni, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Neno la Bwana.